Katika mji wa Yopa kulikuwa na mwanamke mmoja jina lake akiitwa Tabitha, kwa Kigiliki aliitwa Dorcas. Alijulikana kwa kutenda mambo mema na kuwasaidia masikini. Siku moja kwa furaha, mwanamke mjane alisema, angalia gauni hili zuri eh, Dorcas amenishonea bila malipo na kisha mwanamke mjane wa pili naye akasema, na mimi alinipa shuka hii wakati mtoto wangu alikuwa anaumwa. Kwa kweli ana upendo. Mungu abariki kazi ya mikono yake. Dorcas alikuwa mama wa upendo kwa jamii yake, mfano wa imani hai. Lakini siku moja Dorcas akaugua na akafa. Watu wote wa Yopa wakahuzunika sana mwili wake ukaoshwa na kulazwa ghorofani na mwanamke mmoja kwa kilio akasema, e, hey, Mungu tumempoteza mama yetu wa huruma. Na kisha mwanamke wa pili kwa machozi na uchungu akasema, ni nani atakayetushonea tena? Ni nani atakaye waajali wajane kama sisi? Je, ni nani? Na kisha wanafunzi walisikia kwamba Petro yuko karibu katika mji wa Lida, wakatuma watu waende kumwita Petro haraka sana. Walipofika kwa Petro, mmoja wao akasema, Petro, tafadhali njoo haraka, huku Dorcas tumeshampoteza jamani. Petro akaondoka mara moja, na alipofika Yopa Petro alipandishwa mpaka gorofani alipokuwa Dorcas. Wajane walimzunguka wakionyesha nguo na mashuka aliyowashonea wajane hao. Petro kwa imani akasema, Tabitha amka! Sasa ndipo Dorcas akafumbua macho yake akamwona Petro. Petro akamsaidia kusimama na mjane mmoja kwa mshangao akasema, Ha? Angalia amefufuka ha! Ha! Ha! Na kisha mjane furaha, hey, wa pili kwa furaha akasema eh, jamani, Mungu ametenda muujiza. Na kisha habari hizi zikajulikana mji mzima wa Yopa, na wengi waliamini kwa jina la Yesu Kristo. Dorcas alikumbukwa kwa matendo yake ya huruma na upendo, sio upendo tu, bali upendo wake kwa masikini. Na kifo chake kilileta huzuni, lakini ufufuo wake ukaleta imani kubwa. Tunajifunza kwamba matendo ya upendo huacha alama, tena alama isiyofutika, na Mungu hutumia hata kifo kuwa njia ya kuonyesha nguvu zake kwetu wanadamu. Hivi, ndugu msikilizaji, unafikiri Mungu atakukumbuka kwa kipi toka kwako? Fanya jema ili Mungu na wewe akukumbuke. Umejifunza nini katika simulizi hii ya Dorcas? Hebu shusha comment hapo chini. Usisahau kusubscribe, kukomenti, kulike na kushare. Ni mimi msimulaji wako King Suya. Bye.